Kubwa leo tuleta hapa leo asubuhi ya leo, najua wengi wa wateja wetu walikuwa wanajiuliza ni nini ambacho kinakuja baada ya, ya kombe la dunia, lakini leo tunaweza kuambia wateja wetu ya kwamba, ndio maana tunawaambia baki na sisi na vile vile burudani inaendelea. Leo hii niko hapa kwa ajili ya kuwatangazia wale wateja wetu na wale ambao sio wateja wetu ambao wanatamani kuingia kwenye familia ya matangazo au mabingwa wa matangazo ya kidijitali Tanzania, kwamba michuano ya ICC, International Champions Cup, kwa jina maarufu kama pre-season au mechi za kujiandaa kabla ya ligi kuu, ilianza toka weekend iliyopita, na kubwa zaidi michuano hii safari hii inaonyeshwa kupitia StarTimes pekee. Huwezi kupata michuano hii sehemu yoyote. Kwa hiyo napenda kuwambia wateja wetu kwamba safari hii hii michuano itafanyika kwenye mabara matatu, Marekani, Europe na Asia, na vile vile timu zitazoshiriki ni vile vilabu vikubwa barani Ulaya, ikiwemo Manchester City, Arsenal, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Bayern, wote hawa wanashiriki, ambao itakuwa ni vilabu 18, mechi zitazochezwa ni 27, ambao michuano hii imeanza kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 11 Agosti. Kwa hiyo tunapenda kuambia wateja wetu wa kwamba michuano hii ama burudani zinaendelea, kumaanisha kwamba wabaki na sisi, kwa maana soka limenoga. Kwa hiyo tunawaambia wateja wetu kwamba tumeliangalia hili, wanaweza kuona michuano hii kupitia kwenye ving'amuzi vyetu pendwa vya StarTimes kwa bei ambayo ni nafuu kwa kila mteja au kwa kila Mtanzania, ambapo kwa wale wenye ving'amuzi vya antena kwa shilingi elfu kumi na tatu tu kwa mwezi wanaona mechi hizi zote, na vile vile wale wenye king'amuzi cha dish kwa shilingi elfu kumi na tisa tu wanaona mechi hizi zote, ambao king'amuzi cha antena ni kile kifurushi cha mambo na king'amuzi cha dish ni kile kifurushi cha smart. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba bado hatujaishia hapo. Michuano hii yote tutaweza kuipata kupitia kwenye simu zetu, ambao unachotakiwa ni kudownload StarTimes app. Kwa hiyo tunaweza kuona kuna baadhi ya mechi ambazo zitakuwa muda ambao saa ingine uko kwenye shughuli zako za kibiashara kazini. Kama leo kuna mechi kati ya Arsenal na Atletico Madrid ambayo itakuwa ni saa nane na nusu kwa hiyo kama mtu yuko nyumbani atatumia kuangalia kutumia king'amuzi chetu, lakini kama mtu yuko ofisini au sehemu nyingine, anachotakiwa kwenye foleni, anatakiwa kudownload tu app yetu, na moja kwa moja hii mechi anaweza kuangalia kwa bei rahisi tu. Imagine kama kwa siku, kwa shilingi 600 tu unaweza ukadownload na ukaangalia. Unachotakiwa ni kuwa na bando yako tu. Kwa hiyo naweza kuambia wateja wetu kwamba huu ni wakati mzuri, hii ni habari njema kwao na hata wale ambao sio wateja wetu ambao wanatamani kujiunga kwenye familia hii, basi huu ndio wakati wao. Kwa hiyo tunawaambia baada ya kombe la dunia waendelee kubaki na sisi kwa maana soka limenoga, na tujaishia hapo. Msimu mpya wa Bundesliga ligi ya Ujerumani unakuja na safari hii nawaambia wateja wetu waendelee kubaki na sisi kwa maana itakuwa ya kipekee, itakuwa tofauti. Tutaeleza zaidi muda utakapofika, wakati ligi inapoanza. Lakini hayo ndo makubwa ambayo tumekuja kuwaambia leo, lengo nyingine tofauti ambayo ni International Champions Cup is on and is hot, na kama kawaida yetu ni kwa ajili ya kuwapa burudani kile ambacho watazamaji wetu wanapenda kukiona, ni exclusive kwa ajili ya StarTimes pekee media, kwa hiyo huwezi kuona popote, unaona kwetu tu, lakini unaona katika chaneli zetu zile ambazo ni full HD. Kama vile ambavyo mlipata ule uondo wa kombe la dunia, ndivyo hivyo mtapenda kupata uondo wa ICC matches katika mfumo wa full HD. Na kama mnavyofahamu sisi tuko kwenye kina biashara ya king'amuzi pamoja na antena. Uh, kwa maana ya kwamba wale ambao wenye wenye antena wataona kupitia chaneli 254 ambayo ni chaneli ya ya World Football ambayo okay, ni pia HD, lakini kama una una, una una una, dish utaona katika chaneli 245 kwa chaneli hiyo ya World Football, lakini still itakuwa ni kwenye Full HD, na wale ambao wenye dish wataona kupitia uh, Sports Premium channel ambayo pia ni Full HD katika chaneli 252 lakini kwa wale wenye dish watuna kupitia tunali namba 246 kwa maana unapata uondo wote huu wa hizi matches ambazo ni club kubwa zinakutana, na tulishatatokea tarehe 21 na bado ziko Manchester utakuja kukutana na Liverpool tarehe 28. Arsenal wanakuja kukutana na Chelsea tarehe moja mwezi wa nane, AC Milan utakuwa tarehe tano pamoja na FC Barcelona. Kwa you can see, ni ni klabu kubwa ambazo zinakwenda kukutana kwenye kushindania hiki kikombe kwa hiyo, na na, na na hatutoishia hapa kama alivyosema David, baada ya ICC matches tutakwenda kwenye Bundesliga, na natamani niseme, lakini ngoja ni hold kwa maana ya kwa kwamba hii Bundesliga sio ile ambayo mmezoea kuiona miaka yote, ni Bundesliga ambayo ina uondo wake unafanana au unaendana kabisa na uondo wa jinsi mlivyoangalia kombe la dunia na StarTimes. Kwa hiyo watazamaji wetu, endelea kulipia vifurushi vyenu, endelea kununua ving'amuzi, endelea kuwafahamisha ndugu jamaa na marafiki, wale wapenzi wa mpira, endeleeni kupata burudani, kwa sababu baada ya ICC matches tu zikiisha, moja kwa moja tunaingia kwenye uhondo wa Bundesliga, katika uhondo wa tofauti kabisa ambao mmezoea mme, mme lakini pia kuna, kuna kitu tunakipika kingine ambao tutaendelea kusema baki na sisi, lakini haitokuwa soka limenoga, itakuwa baki na sisi alafu hapo tutamalizia na sloga nyingine, kwa maana tushamaliza sasa msimu wa mpira. Kwa hiyo tunaingia kwenye msimu wa burudani nyingine ya tofauti, tutasema baki na sisi, alafu hiyo hiyo hiyo deshinaiacha kama ilivyo. Kuna kitu kikubwa tunakifika ambacho kitakuja hivi karibuni, na tutawafahamisha wapenzi wetu watumizi wa kiungamiti wa, wa, wa, wa wa, wa chetu na pia tutafanya kazi na waandishi wetu kama kawaida kuhakikisha kwamba hii kitu kingine kikubwa ambacho kinakuja mbali na mpira ni kitu gani, tutawafahamisha very soon. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara, sanaa, burudani na michezo, usikose kutazama Global TV online kila siku, na kwa sasa Global TV ni mshirika wa sauti ya America VOA.